Tume ya Kitaifa ya Uwiano na Utangamano NCIC na Bunge la Kitaifa zimeahidi kuchukua hatua kali dhidi ya kiongozi yeyote atakayepatikana na hatia ya kuzidisha uhasama kati ya wakulima na wafugaji. Haya yanajiri huku kukiwa na ripoti kwamba watu mashuhuri wa serikali kutoka kaskazini mwa Kenya walio na mifugo wengi wanatatiza juhudi za amani katika kaunti ndogo ya Magarini, kaunti ya Kilifi, ambapo maelfu ya mifugo wamehamishwa kutafuta maji na malisho. Wakati wa mdahalo wa jamii uliofanyika katika hoteli moja mjini Malindi, viongozi wa eneo hilo wamefichua visa vya wafugaji kuwatishia baadhi ya wakulima wakiwatumia vijana wenye silaha. Wananchi waishi pamoja. Tunataka haki kwa kila mwananchi, tunataka uwiano, tunataka watu wasikizane. E, binadamu huwa una hutokea shida kati yao, lakini lazima iwe na mkakati ya ya kusuluhisha ikiwa iko shida yoyote. Miaka nenda, miaka rudi ukuwa na mizozo baina ya wafugaji na wakulima, haswa mambo ya maji e, na pasture na sisi kama tume tulisema kwamba lazima before you, you explode lazima tukuje na, na, na kamiti letu wasikize pia na sisi tuwasikize, ndio tupate njia mwafaka ambapo wakazi wa Magarini wote ni Wakenya. Wa kama ni mfugaji ni ukulima, katiba letu la, la nchi ina garanti kwamba wewe lazima uishi kwa amani. Changamoto kubwa ambayo tunaipata katika ukulima ni hawa mifugo, naweza kuangana, halafu mwisho wa siku wale ng'ombe wakaja wakaharibu shamba lako, halafu mwenye anachunga wengine ni wa mtoto mdogo, hata ukiongea hakuelewi. Ni la kwanza. Lingine akawa ni mtu mkubwa kabisa, lakini huwezi ukamfuata kwa sababu pahali amesimama, ameshika silaha. Ng'ombe inaibwa, mbuzi inaibwa. Hiyo ndio ile shida kubwa ambayo inaendelea. Alafu kitu tulikuwa tunaomba serikali ituchimbie mabwawa ya maji, wafugaji wachimbie mabwawa ya maji ambao wakati wa kiangazi wao wanaweza pata maji pia. Wakati wa kiangazi, tunaomba serikali kama kuna uwezo wa kupatia nyasi zile mifugo zetu, tuwe tunaweza pata nyasi ya kulisha mifugo zetu.